Kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii huenda serikali ya Afrika Kusini ikamfurusha balozi wa Marekani nchini humo Afrika Kusini, kama jibu kwa serikali ya Marekani kumfukuza balozi wa Afrika Kusini nchini humo. Utafahamu ya kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa waraka ukimtaka balozi huyo wa Afrika Kusini kuweza kuondoka nchini humo Marekani, na amepewa muda wa masaa 72 tayari awe amekwisha ondoka nchini Marekani, kitendo ambacho kimepelekea kuibua kwa mara nyingine mzozo ambao uliokuwepo kati ya Marekani na Afrika Kusini, mzozo wa kidiplomasia mzozo ambao unaonekana kuibuka kwa kasi baada ya serikali ya Afrika Kusini kushikilia bango dhidi ya Israel kutokana na kile ambacho serikali ya Afrika Kusini ilitaja kwamba kile kinachoendelea katika maeneo ya Palestina na hususan katika eneo la Ukanda wa Gaza ni kitendo ambacho kinaenda kinyume na makubaliano ya kimataifa na ni uhalifu wa kivita na kuchukua jukumu la kuifikisha serikali ya Israel na viongozi wake katika mahakama ya uhalifu wa kivita nchini Uholanzi. Inatajwa kwamba uamuzi huu ambao umechukuliwa na serikali ya Trump ni uamuzi ambao umechukuliwa dhidi ya balozi huyu wa Afrika Kusini, ya kwamba ni balozi ambaye mara kwa mara alikuwa akikemea serikali ya Trump na kutaja kuwa kauli zake katika mitandao na katika mikutano ni kauli ambazo zinaashiria kwamba balozi huyu anachuki dhidi ya Rais Trump na serikali yake. Moja miongoni mwa sababu ambazo zilipelekea Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuweza kuchukua maamuzi kama hayo, ilifahamisha kwamba katika ujumbe ambao ulipeperushwa katika ukurasa wa Twitter, ilitajwa kwamba balozi huyu wa Afrika Kusini alishiriki katika semina ambayo iliandaliwa katika taasisi ya Mapungubwe, taasisi ambayo inapatikana mjini Johannesburg. Na katika mkutano huo, balozi huyo alituhumu serikali ya Trump ya kwamba ni serikali ambayo inataka kuongoza Marekani na kuwa na ushawishi katika mataifa tofauti kwa kutumia ubabe, kauli ambayo ilipelekea wizara hiyo kuweza kuchukua maamuzi kama hayo na kutoa muda wa masaa 72 tayari balozi huyo awe amekwisha ondoka nchini humo Marekani. Utakumbuka ya kwamba tangu kuingia madarakani rais Trump, ushirikiano wa kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na Marekani umeonekana ukiyumba, wakati ambapo mtu wa karibu wa rais wa Marekani na ambaye aliyotoa kiwango kikubwa katika kufadhili kampeni za uchaguzi uliopelekea rais Trump kuweza kuchaguliwa ni raia kutoka nchini Afrika Kusini Elon Musk, na inatajwa kwamba tuhuma ambazo zilitolewa na rais Trump dhidi ya Afrika Kusini kuwanyanyasa raia wa Afrika Kusini ambao wana asili ya Ulaya akiwemo pia Elon Musk, ni tuhuma ambazo bila shaka serikali ya Afrika Kusini inadai ya kwamba huenda ni raia huyo kutoka Afrika Kusini ndiye ambaye amemshawishi rais wa Marekani kuweza kuchukua maamuzi kama hayo dhidi ya Afrika Kusini kutokana na mitazamo yake ya kisiasa bila kujua ni kitu gani ambacho huwa kikizingatiwa kisheria ili kuweza kuhakikisha haki sawa kwa raia wote wa Afrika Kusini. Na Afrika Kusini ni taifa ambalo lina raia kutoka katika matabaka tofauti, wakiwemo pia raia kutoka Afrika Kusini wenye asili ya mataifa ya bara la Ulaya. Tuhuma ambazo zilitolewa na serikali ya Marekani kwa sasa ilituhumu kuwa Afrika Kusini inawanyanyasa na kuwapokonya mashamba raia hao wa Afrika Kusini wenye asili ya Ulaya, jambo ambalo serikali ya Afrika Kusini ilitupilia mbali tuhuma hizo na kufahamisha kwamba serikali ya Afrika Kusini inaheshimu haki sawa kwa raia wake wote. Kufuatia hilo, serikali ya Marekani ilitangaza kukata misaada yake yote ambayo ilikuwa ikitolewa kwa ajili ya Afrika Kusini na kupelekea sekta ya afya kwa kiasi kikubwa kuweza kuyumba nchini humo kutokana na msaada mkubwa ambao Marekani ilikuwa ikitoa katika sekta ya afya kuhusu miradi ya usambazaji wa dawa kupunguza madhara ya ukimwi kwa waathirika wa ugonjwa huo. Mzozo huu wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili ulipelekea pia Marekani kususia kushiriki katika mkutano wa mawaziri wa fedha wa muungano wa G20, mkutano ambao uliandaliwa kwa ajili ya kuzungumzia sekta ya fedha na ushirikiano wa kiuchumi, jambo ambalo lilitajwa kwamba ni kutokana na Afrika Kusini kuwa miongoni mwa wanachama wa muungano wa BRICS, muungano ambao unaonekana kuja kwa kasi dhidi ya Marekani na kuwa na malengo yaliyojificha ya kutaka kuangusha ushawishi wa dola katika soko la kimataifa. Jambo lingine ambalo linatajwa kuchochea mzozo huu wa kidiplomasia kati ya Marekani na Afrika Kusini ni pale ambapo serikali ya Afrika Kusini ilichukua jukumu la kufikisha Israel na viongozi wake mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita kuishtaki Israel kufuatia kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika maeneo ya waPalestina na hususan katika eneo la Ukanda wa Gaza, wakati ambapo jeshi la Israel halikuweza kutenganisha wapiganaji wa kundi la Hamas na raia wa kawaida wa Palestina, na kuchukua jukumu kama hilo kufikisha viongozi hao katika mahakama hiyo ya kimataifa, jambo ambalo serikali ya Marekani haikuridhishwa kutokana na maamuzi haya ya Afrika Kusini. Wakati ambapo Israel ni mshirika wa Marekani. Afrika Kusini imefahamisha ya kwamba itaendelea na ushirikiano wake wa kidiplomasia na Marekani kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano wa kimataifa licha ya kuwepo mzozo kati ya mataifa haya mawili ikamfurusha balozi huyu wa Marekani. Na jambo ambalo limeiponza Afrika Kusini ni kuwa mwanachama wa BRICS, na jambo lingine ni kuweza kuifikisha Israel katika mahakama ya uhalifu wa kivita. Huenda ndiyo sababu ambazo zimepelekea serikali ya Rais Trump kuweza kuchukulia vikwazo Afrika Kusini. Ni jamii sana utamaduni. Unasemaje kuhusu mzozo huu wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili? Tuachie mtazamo wako.